Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. <coughs> Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi tulikuwa wote juzi kwenye kikao cha fedha na hata hii ratiba ilivyobadilika nikafikiri kwamba hamtofanikisha, lakini <coughs> mmefanikisha vitabu vipo na kila kitu kipo. Kwa hakika mna timu nzuri. Hongereni sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, nami pia nimshukuru Mungu kwa jinsi ambavyo anaendelea kutusaidia kuwa nasi na hata katika maandalizi ya kikao hiki na hapa tupo ni kwa msaada wa Mwenyezi Mungu. A, tumrudishie shukrani, tumrudishie sifa, tumrudishie utukufu mm -hmm. Ya leo sitakuwa na mengi ya kuelezea kwenye masuala ya hoja. Mimi ya kwangu ni shukrani na pongezi. Mheshimiwa mm -hmm. mwenyekiti, nianze kwa kupongeza wewe binafsi pamoja na timu yako yote na waheshimiwa madiwani na watendaji. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, halmashauri hii e, tulipopata matokeo ya ya hoja walivyokagua wakaguzi, halmashauri hii ilikuwa ni ya pili kati ya halmashauri zenye hoja nyingi ikiongozwa na manispaa. Lakini leo tunavyoongea, yawezekana nape, tutazunguka kwenye halmashauri zote, yawezekana halmashauri hii ikawa ya kwanza kwa wenye hoja chache kuliko halmashauri a hilo huoni jinsi ambavyo wako katikati. Kazi kubwa imefanyika, ni kazi kubwa. Hongereni sana watendaji, hongera Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini na mheshimiwa Madiwani, hongereni sana. Hii ni jitihada kubwa, lakini kama ambavyo umeelekeza Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, kwamba unahitaji katika mkoa wetu tuwe na single digit, katika masuala mazima ya ya hoja na hilo ndilo ambalo na mimi niliwaletea salamu kwamba japokuwa mmepunguza, lakini maelekezo ni kwamba kwenye hoja pia nasingovikii na ninaamini waheshimiwa madiwani atakapokwenda kwenye likizo ndefu, basi watendaji wataendelea na hizo kiaa ii waweze kufanya vizuri. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.